Wa Truth Media ikiwa leo ni siku ya Jumatano ya tarehe 5 Machi mwaka ni 2025, siku tulivu kabisa kama kawaida. Leo tumetembelea katika tawi la mpira pesa, tawi maarufu kabisa hili. Ni tawi la Simba Sports Club, linaongozwa na Shabani Shabani Shabani, Shabani mpira pesa, na tumetembelea hapa kwa sababu ni siku takriban tatu tu zimebakia kuelekea ile dabi ya Kariako ambapo Young Africans atakuwa mwenyeji kumkaribisha Simba Sports Club katika mechi ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Kama unavyofahamu, Young Africans sasa hivi yeye ndo anaongoza ligi ya NBC Tanzania Bara akiwa na alama 58 na yeye akishika nafasi ya pili akiwa na alama zake 54, lakini akiwa bado ana mchezo mmoja mkononi ambapo a, mechi dhidi ya Dodoma Jiji ambayo ilighairishwa ndio Simba wanatarajia kuicheza. Kaka Shabani, niko poa, nashukuru Mungu. Mzima afya kabisa, tuko kwenye swaumu ya chungu cha nne leo, lakini kila kitu kinaenda vizuri. Mashabiki wa Simba Sports Club na wa Young Africans, imekuwaje? Dabi ya Kariakoo inaenda tarehe nane, bado siku tatu tu, lakini dabi inaonekana imepoa sana hii. E, dabi dabi ya kwao ya Yanga, hata kama tunacheza wote lakini mwenyeji ni Yanga, kwa hiyo mwenyeji lazima aonyeshe shamla shamla. Sasa sababu wenyewe wamepoa, sisi kazi yetu kwenda. Tumepewa mwaliko siku ya tarehe nane, ambayo ndio siku ya akina mama duniani, na sisi kama Simba Sports Club mwaliko ule tume tumeupata. Tunaenda kucheza mechi ya dabi zidi ya mtani Yanga Afrika na tuko tayari kwa mapambano, na kelele nyingi na shamla inabidi wazifanye wao, kwa sababu wao ndio wenyeji lakini Jambo hili lingekuwa letu, ungeona kakaangu kiongozi wangu Ahmed Ali, ungemuona shamla zake na kazi zake anazozifanya, basi ungejua kwamba sasa hivi kuna dabi. Lakini kwa sababu wenyewe wamepoa, acha wapoe, lakini sisi kama Simba hatujapoa, tumejipanga na tuko sawa sawa. Siku, siku ya mechi utaona shughuli yetu na vaibu yetu, na utaona maandalizi ambayo tulikuwa nayo kimya kimya yanaenda kufanyika pale ya Benjamin Mkapa na kila mtu atafurahi. Simba inaelekea katika mechi hii ya dabi ikiwa na kumbukumbu mbaya kabisa. Imeshafungwa mechi nne mfululizo. Katika mechi nne hizo tayari Simba Sports Club ameruhusu magoli tisa. Anakumbuka msimu uliopita, katika mechi ya kwanza ya ligi Simba Sports Club ameweza kufungwa goli tano kwa moja, lakini mechi ya pili ya ligi akafungwa goli mbili, na kwa jumla goli saba. Kwenye ngao ya jamii msimu huu Simba Sports Club akafungwa goli moja, na kwenye ligi msimu huu pia akafungwa goli moja, ambayo inaweka namba ya goli tisa Simba ameweza kuruhusu katika mechi nne hili nyinyi mashabiki wa Simba liwaumizi e, kweli kwetu, kwa sababu tumefungwa linatuumiza, lakini tunasema mpira una matokeo matatu: kuna kushinda, kutoka sare na kufungwa. Kwa hiyo la kufungwa la mwisho, na ndio maana linaumiza, lina, lina zaidi kwa sababu mategemeo yako unapoenda kwenye mechi sio, sio kufungwa wala kutoka sare na kupata matokeo. Kwa hiyo kwa kupoteza kwetu mechi nne, kwa kusema kweli imetuumiza, ime, ime lakini wanasema hatukati tamaa, hatukati tamaa kwa sababu tuna imani timu yetu ya sasa imejengekwa ikiwa bora, na hata mechi tulizofungwa zingine tumeona tumefungwa kwa kulazimishwa kufungwa. Ndio maana hata nafsi zetu zimekuwa hazijaumia sana, kwa sababu kuna watu wanahitaji, wanalazimisha tufungwe. Lakini kwa safari hii, yale makandokando ambayo yalikuwa yanafanya tufungwe mengi yalishaondolewa na tunachokiomba tu mwamuzi ambaye atachezesha mechi hiyo awe ni mtu ambaye wa kufuata sheria kumi na saba ili kila mtu afurahie mpira, tuone mpira uliokuwa sawa sawa. Na kufungwa kwenye mpira ni kitu cha kawaida, lakini inategemea unafungwa kwenye, kwenye mazingira gani. Mazingira tunaofungwa Simba yanakuwa mazingira ya uonevu mno, kwa sababu kuna vitu vinafanyika vya ajabu. Hata mtoto mdogo ambaye haelewi lolote, lakini akiona ile mechi anajua kabisa hapa kuna, kuna uonevu umefanyika. Kwa hiyo la yetu nimesikia, kuna mwamuzi amemtaja, achezeshe tu fair play, sheria 17, uchezo mpira. Matokeo ya dakika 90 yatakayotokea, tutayapokea kama klabu ya Simba, ya matokeo ya ushindi au kutoka sare au kufungwa, yote tutapokea, lakini nia yetu katika mechi hii ni kupata matokeo na kurudisha heshima yetu, kuhakikisha hatufungwi tena kwa mara ya tano mfululizo. Shabani hapo, u, u, u, mwamuzi ulimtaja Ahmed Arajiga tayari ametangazwa kwa ajili ya kuchezesha dabi ya Kariakoo, uh, siku ya Jumamosi. Lakini mwamuzi wa mechi ya dabi aliyopita ni Ramadhani Kayoko ambaye baada ya dabi ile hakuonekana mpaka mechi iliyofuata ili, ili, ili, ili mechi alikuja kuchezesha kati ya Singida Black Stars dhidi ya Dodoma Jiji. Nyinyi mnamwamini Ahmed Arajiga ambaye siku chache tu zimepita hapa amechezesha mechi yenu dhidi ya Azam FC na baadhi ya mashabiki wa Simba walikuwa kimlalamikia. Sisi waamuzi wote tunawaamini, waamuzi wote tunawaamini, lakini uaminifu wetu unapokea unapotea pale iwapo utaaribu sheria 17 za mpira uwanjani, pale ndo uaminifu wetu utatoka. Mwamuzi Ramazani Kayoko alikuwa mwamuzi mzuri sana, alikuwa anafuata sheria na taratibu zote za sheria 17. Kila mtu alikuwa anampenda na kila Mtanzania mpenda, mpenda, mpenda michezo alikuwa anamsifia. Muhamedi Alajiga naye vile vile ni mwamuzi aliokuwa sawasawa, na tumemwona mechi nyingi anachezesha, naona mpaka kafu sasa hivi anampa mechi tafu, anaenda anachezesha na achezesha vizuri. Ubinafsi na umapenzi katika mioyo yao wakiviweka hapa kifuani, ndo wanaharibu mpira wetu Wakienda kuchezesha mechi za nje wanachezesha vizuri. Wakichezesha hapa, waondoe mapenzi, wachezeshe sheria 17 ili watu waone mpira uliokuwa sahihi na mtu afungwe kukiwa kuna usahihi, lakini kukiwa kuna kuna umagumashi, hiyo haitosaidia chochote. Labda mimi niwakumbushe watu Kayoko Alajija ni waamuzi wakubwa, wala, wala, wala sio waamuzi wadogo, lakini kuna sehemu wanakosea baada ya kuchezesha sheria 17 wanachezesha sheria zao zingine ambazo wanazojua wao, hilo ndio kosa lao kubwa. Nakua na kuwa na mapenzi na timu ukawa mwamuzi, hilo ni jambo lingine kwenye mpira. Wewe mpaka umekuwa refari, ina ina maana kuna watu wamewekeza kwenye mpira, ndio maana wewe umekuwa refari na timu zinakufanya vizuri, ndio maana na wewe unapata ajira ya kuwa refari kuchezesha hizo mechi. Kwa kwahiyo, la kwanza waamuzi wanavochezesha, lazima wathamini watu wanaotia hela katika mpira. Asa hawa wafadhili wetu ambao wanatufadhili. Sawa. Ukisha ukishamaliza hilo baadaye jiangalie wewe sasa kwamba mimi mtaani huku ninapotokea nimeacha watu ambao wanazipenda hizo timu kutoka nafsi zao. Kuna wengine wana magonjwa ya moyo, kuna wengine wana mapresha, kuna wengine wana matatizo mengi. Unapofanya makosa una watu wakasema ya kibinadamu, kumbe kwa sababu ya mapenzi yako unapoteza maisha ya watu, ambao mtu yule uliopoteza maisha yake inawezekana ana watu k kumi, kumi na tano wanamtegemea nyuma, kwa hiyo unaathiri maisha ya watu wengine lakini naomba wachukue mfano au wachukue mfano wa kaka yangu Hashimu ambaye alichezesha dabi yetu kati ya Simba na Yanga ambayo tunawafunga Yanga goli tano bila. Hashimu ni Yanga, Hashimu ni mwanachama wa klabu ya Yanga, kashakuwa mpaka na nafasi katika uongozi wa Yanga, lakini kakaangu yule alifata sheria za mpira kwenye adhabu ya, ya kukuazibwa na kuazibu kwenye sehemu ya kukuonya na kuonya. Alichezesha mechi yetu ya Simba na Yanga kihalali, tukawafunga Yanga goli tano bila, uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo, hata marefa hao wengine, hata kama wana mahaba yao, muangalie huyu mwenzao, mwanachama kabisa na alishakuwa kiongozi wa Yanga lakini alivyoingia kwenye pitch aliacha mapenzi pembeni, akachezesha mpira kila mtu akafurahia huo mpira na mpira ukamalizika, tukawafunga Yanga goli tano bila. Lakini tuondoe mapenzi na mahaba kwenye nafsi zetu. Hatukatai Yanga, timu yao wao wanaiona kwa, kwa upande wao ni mzuri, na Simba mashabiki wanaona timu yao mzuri. Wa Tanzania na wana Afrika nzima wanaangalia dabi, katika dabi tano za Afrika, inawezekana dabi yetu ya Simba na Yanga ikawa ya tatu. Sasa dabi inavyoangaliwa, mwamuzi ambaye na we ni mzao wa ndani, unaharibu dabi na unaishushia hazi dabi yetu. Kwa kusema kweli, sisi iko kitu tutakipinga, lakini kwa mwamuzi yoyote watakaempanga, sisi hatuna baya naye, lakini tunaomba kama ingekuwa inawezekana, kama watafuata sheria kumi na saba tuliomba siku hiyo mwamuzi, ya eh, mwamuzi wakati awe engineer Ellis mwenyekiti wa klabu ya Yanga. Mwamuzi namba moja awe Ali Shabani Kamwe mwanangu, mwamuzi wa tatu awe mzungu, na pale kwenye benchi ikiwezekana kabisa ambaye ana, ana, ana, ana ripoti akae Privadinho. Wakifuata sheria 17 tunawatandika tena goli tano, kama alivyosimamia Achim. Kwa sababu mechi akisimamia mtu ambaye anaelewa sheria 17 Simba hatuwezi kukosa matokeo, lakini akisimamia mtu ambaye anapinda sheria 17, basi Simba matokeo sisi kwetu yatakuwa magumu, kwa sababu zinapindishwa sheria na sisi tutakosa haki yetu. Kwa hiyo nilikuwa naomba siku hiyo Mwenyezi Mungu, naomba na kuomba TFF wasikilie, wasikilize kilio changu hiki mwamuzi au injinieri mwenyekiti wa bodi ya Yanga, lakini afuate sheria 17, tuwatandike kama tulivyowatandika wakati lefa akiwa mwanachama wao na alishakuwa katika uongozi katika klabu yao, kaka yangu Washim, lakini brother Shabani, ni juzi tu ilikuwa ni kumbukizi ya siku ya kuzaliwa ya mheshimiwa Anthony Mavunde. Uh, yeye ni mwanachama huu wa Yanga, lakini pia ana uongozi ndani ya Young Africans pale katika comment moja ya committee katika picha ambayo aliweka, ilikuwa ni ya Stefan Azeziki, mchezaji huo Young Africans. Si yeye alichoandika, alisema kuwa alimwambia kuwa alimpongeza siku yake ya wa kuzaliwa, kama vile tarehe nane ndio atampa zawadi yake na tarehe nane ndio dabi ya Kariakoo. Nyinyi Simba Sports Club ndio mmeonekana kuwa nyonge kiasi hicho mpaka uh, dabi yenu mechi yenu ndio inakutolewa kama zawadi? Eh, hayo ni maneno, lakini mwisho wa siku dakika 90 ndio zinaenda kuamua, na maneno haya ndio yalowaponza mpaka leo wamekosa nafasi hata kuingia robo fainali tena wakiwa mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania Bara, wameshindwa kuingia robo fainali ya klabu bingwa sababu ya maneno. Wenzetu wana wana, wana wana propaganda nyingi kuliko hata mpira. Kwa hiyo Azizi na na Mavunde ni familia moja, wote ni Yanga na Mavunde huyu nadhani nando mlezi wa Dodoma jiji ambao ni ya Dodoma kwa hiyo maneno yake sisi hayawezi kutukwaza, eti tukasema kwa sababu amesema hivyo ndo yeye atatufunga sisi. Hata mechi iliyopita nadhani alivyotoka nyumbani alikuwa na uhakika kwamba anaweza kupata matokeo, lakini mwisho wa siku matokeo ya ile mechi imeisha, tumefungwa tume goli na mchezaji wetu Kevin Kinjili. Kwa hiyo kama yeye atasema zawadi atakuwa anaenda kumpa yeye, hilo hilo hilo sisi kwetu wala halina tatizo sana.